Nini, nime... Karibu sana msikilizaji wetu katika kipindi hiki maalum cha tafakari ya Juma Kuu, tukiwa katika siku za kipindi hiki kitakatifu kwetu, kama Wakristo wa Katoliki, wana wa mama Bikira Maria, tunaalikwa kutafakari safari ya roho zetu. Tulianza Jumapili na leo Jumanne ni mwendelezo wa tafakari juu ya Juma kuu. Leo ni Jumanne Takatifu, siku ya tatu katika Wiki Takatifu, wiki ambayo imeshikilia hatma ya ulimwengu. Tunaendelea kumfuata Yesu tukitembea naye kwenye njia ya mateso, lakini pia njia ya upendo usio na mpaka. Katika siku hii Biblia inatufunulia migongano ya ndani kwa ndani ya moyo wa mwanadamu, ushirika wa uaminifu na usaliti wa kificho. Ni siku ya maswali mazito na majibu ya rohoni. Msikilize, Yesu yuko katika Bethania, katika nyumba ya rafiki zake, Maria, Martha na Lazaro. Wakati wa chakula, Maria anamkaribia polepole, akiwa amebeba chupa ya marashi ya gharama kubwa, anamimina juu ya miguu ya Yesu, kisha kwa nywele zake anafuta miguu hiyo takatifu. Ni tendo la upendo, heshima, eh, na kutambua kuwa Yesu anakaribia kutoa uhai wake. Lakini si wote wanaofurahia. Yuda Iskariote, mmoja wa wanafunzi wake, ananungunika. Kwa kunukuu anasema, kwa nini marashi haya hayakuuzwa na pesa kuwapa maskini? Mwisho wa nukuu. Lakini Injili inasema kwa kunukuu, alisema hivyo si kwa sababu alimjali maskini, bali kwa sababu alikuwa mwizi, mwisho wa nukuu. Msikilizaji, Jumanne takatifu inatufikisha kwenye chaguo: kuwa kama Maria mpenda Yesu bila masharti au kuwa kama Yuda, kujificha nyuma ya maneno mazuri, huku moyo ukihifadhi chuki na tamaa mbaya. Katika jioni ya siku hii, Yesu anawaambia wanafunzi wake maana ni ya kushangaza: amini nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Ukimya, uoga na maswali, wote wanaanza kuuliza kwa sauti ya huzuni ni mimi Bwana? Hili ndilo swali la Jumanne Takatifu. ni mimi Bwana? ni swali la kujichunguza. Je, kuna sehemu ndani yangu inamsaliti Yesu? labda ni katika maneno ya chuki, tamaa ya pesa, kutosamehe, au kujificha kwenye mazoea ya dini bila moyo wa kweli. Jumanne Takatifu ni siku ya ndani ya kuketi kimya na kuuliza Yesu, uko salama ndani ya moyo wangu, au kuna sehemu tayari na kutafuta ili kusaliti? Lakini usiku hauishi kwa giza tu katika giza la usaliti, mwanga wa upendo bado unamulika. Yesu hakumfukuza Yuda kwa hasira, bali alimpa nafasi hadi mwisho, na leo anampa nafasi kila mmoja wetu. Tuombe. Bwana Yesu, katika jioni hii ya Jumanne Takatifu, najileta mbele zako kama Maria Nilicho nacho ni moyo wangu tu, ninaomba unipokee, usinichoke kama Yuda Iskariote. Nionyeshe nafasi zangu za usaliti na uniongoze kwenye uaminifu. Sitaki kukusaliti kwa maneno mazuri, ila moyo wa mbali na kukaribisha, upate mapumziko ndani yangu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amena. Jumanne takatifu, siku ya moyo wa Maria na uso wa Yuda Iskariote, ni siku ya uchaguzi wa ndani. Chagua upendo, chagua uaminifu, chagua kumfuata Yesu hadi mwisho. Asante kwa kuwa nasi kwenye tafakari hii ya Jumanne, yaani Jumanne ya maswali. Makala haya yameletwa kwako na Radio Maria Nairobi, sauti ya kikristo nyumbani mwako, ama ukipenda, parokia hewani zidi kutusikiliza kwa makala mengine kama haya kwa siku za Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, na vipindi zaidi vyenye mafunzo kochokocho -kocho na aula katika ukuaji wako. Tukutane tena kesho katika Jumatano ya hekima na jasusi bubu, papa hapa katika Redio Maria, tunapomfuata mwalimu hadi kisa cha Gethsemane. Nimekuwa wenu, Shamba wa Shamba. Shukran.